Anasema siku miongoni mwa siku alijiliwa na bwana mmoja na makaratasi yake na kalamu yake, anamwambia, nataka uniandikie khat ya kumiliki nyumba, nimeinunua nyumba zuri, na hivi. Mungu anibarikie kesho nipate nyingine na kesho kutwa na, na kesho kutwa. Kwa hiyo uktub li aqda shirai lbeiti ya Ali. Ali akamtizama akaona, maskini kweli huyu kijana ameghafilika mghafiliko mkubwa. Nini unataka usema? nyumba niandikie hati yake ya kumiliki kwa mkono wako, wewe ni mtu mtukufu, wewe ni mtu bora. Mungu anibarikie niwe mtu wa majumba tu mimi siku zote. Ali akachukua kalamu akaandika: Bismillahir Rahmanir Rahim

yantahi imma ila aljannati wa imma ila alnar. Huyu bwana, maana hata kumiliki nyumba, kushoto iko nyumba ya bwana fulani, kulia iko nyumba ya bwana fulani, mbele yake kuna chuo cha watu fulani, nyuma yake kuna soko fulani, ndo nataka mwenyewe. Sasa naambia maiti kanunua kutoka kwa maiti mwenzake nyumba, aliyenunua maiti na aliyeuza wote maiti. Ndio maana Allah anasema innaka mayitun wa innahum mayitu. Wewe ni maiti na wao ni maiti, lakini wewe utakufa na wao watakufa. Sasa sote ni, wa, ni maiti watarajiwa. Leo tumeenda kumzika mwenzetu, siku ya pili tutakuja kwa zamu yetu sisi. Saa hizi ni picha za kuifanya dunia unaidharau. Na ukitaka kujua baada ya kifo chako kutakuwa nini, tizama yule aliyekufa, baada ya kifo chake kumekuwa nini utajifunza kafa bil mauti waidha, inatosha kabisa kwa kifo kwamba ni mawaidha. Mwingine anaugua siku mbili tu anakufa, mwingine haja